Tuzo za Grammy mwaka 2025-26 kule Tanzania huenda zikabebwa na wasanii wa hip hop na nyimbo mbili za AY kuweza kukubaliwa na yake ambayo ilikana kama Glory tu. Hii ni ngoma ambayo aliachia na Uh, ni ngoma ambayo alikuwa ameshirikisha Jose Camilo all the way kutoka Uganda pamoja na Damian Soul kutoka Tanzania. Glory tu bwana, ni ngoma nyingine kutoka Fid Q ambayo imekubaliwa na waandaaji wa tuzo za Grammy, ku, kuweza kupita na kupata vigezo vya kuweza kuwa teuzi ama nomination. Sasa, ngoma ya, ngoma mbili za AY na ngoma moja ya Fid Q tayari zimeshapitishwa. Of course nominations zitakuwa zinafanyika. Uh, nadhani kwamba itakuwa ni tarehe saba mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa miongoni mwa ngoma ambazo zimekubali hizi hapa, inabidi tusubiri mpaka tarehe saba tuone kama ngoma hizi zitapata nomination, na baada ya kupata nomination, kifuatacho sasa ni kufanya nini? Kuweza kupigiwa kura. Sasa Fid Q alikuwa ameshare picha fulani hivi akiwa juu ya jukwaa na nyumi la watu bwana, lakini pembeni ama chini yake akawa ametupa na caption ambayo ilisomeka hivi i'm proud to share that our song glory 2 featuring damian soul and jose chameleone has officially been approved and considered for the 68th grammy awards recording academy a kawatagi kabisa na kusema this isn't just a win it's ours from tz to ug to the world we are making history together special shout outs to tashtam iglo entertainment na kutagwa tukadha kiwemo pia ay na Jose Camilo Lofoza ambao wamehusika naye kwenye hiyo ngoma. Alafu akasema kwamba nitasema, kama album ambayo aliachia ni album ambayo ilikuwa imebeba nyimbo nyingi, na miongoni mwa nyimbo ambazo zilikuwa zimebebwa kwenye Kitarejects ni pamoja na hii hapa ambayo nimekuambia kwamba imepata nomination ama imepata fursa ya kubaliwa kupata nomination katika tuzo za Grammy mwaka elfu mbili na ishirini na tano, mwaka 2026. Sasa ndio maana nikakwambia kwamba inawezekana kabisa nyimbo za hepo mwaka 2025 zikabebwa kama endapo zitapata nomination bana. Itakuwa ni hatua kubwa sana kwa muziki wa hepo. Ndio maana Fid Q akasema kwamba hii si ushindi tu kwa yeye bali ni ushindi kwa Tanzania kwenda Uganda mpaka duniani kote. Sasa inabidi tusubiri paka tarehe saba mwezi huu wa 11, samahani, mwaka 2025 tuone kama Fid Q bana ataweza kubeba na kuleta tuzo ama kuweza kupata nomination, na mwisho siku labda akapigiwa kura na kuleta tuzo. Kama sio AY itakuwa ni Fid Q, na kama sio Fid Q itakuwa ni AY. Sijui naelewa vizuri e, bado tusubiri bana, lakini hongera kwa AY na pia hongera kwa Fid kwa kuweza kukubaliwa nyimbo zao kukubaliwa kuweza kupata nomination katika tuzo za Grammy mwaka 2025.